Huo huo maafisa wa polisi kule Nyandarua wanachunguza kifo cha mtoto anayedaiwa kubakwa kisha kuuawa siku ya Ijumaa jioni katika kijiji cha Mbombo, eneo bunge la Oljororok. Ripoti zinaonyesha kuwa mwanafunzi huyo wa gredi ya pili alikuwa akirejea nyumbani kutoka shule alipotoweka. Kutoweka kwake kulisababisha wazazi wake pamoja na majirani kuanza juhudi za kumtafuta, ambapo mwili wake ulipatikana chini ya mti wa mikaratusi ratusi ambapo ulikuwa karibu na njia iliyoelekea nyumbani kwao. Hali ya mshtuko na huzuni imetanda katika kijiji cha Mbombo eneo bunge la Oljororok County ya Nyandarua kufuatia kisa cha kinyama cha mwanafunzi wa gredi ya pili aliyedaiwa kubakwa kisha kuuawa jana jioni. Ninashindwa ni nani huyo amenifanyia huyo hiyo kitu ya unyama mimi nampea Mugu tu na huyo mtoto wangu hata usiku harali bila kuniambia maa mtuombe huyo Mugu anajua. Tulitangulia kuona bag ya mtoto hapo tukaji, mimi nikajijasia kuona bag na hii mtoto mtoto, mtoto, ya kulalalala barabara, lazima hapa iwe na kitu. Mwanafunzi huyo aliyekuwa akirejea nyumbani kutoka shule ya msingi Oljororok alitoweka na kusababisha juhudi za kumtafuta ambapo mwili wake ulipatikana chini ya mti wa mkaratusi karibu na njia ndogo inayoelekea nyumbani kwao. Kama hii mtoto atapata haki, wenye amewacha kwa barabara wakienda shule watakuwa wakipitia wapi? Lakini mwenye amemfanya hivo, Mungu amuone tu, u alitufanyia kitendo baya sana, asitaongesha tu. Kamanda wa polisi katika kaunti ndogo ya Nyandarua Magharibi, Zainab Barasa, alithibitisha tukio hilo na kusema uchunguzi umeanza kuwatafuta watuhumiwa. Wazazi wenzangu inawahimiza muwe waangalifu kwa watoto wadogo wanapoenda na kutoka shule. Viongozi kadhaa wakiongozwa na mbunge mwanamke wa Nyandarua Faith Gitau walilaani ongezeko la visa vya unyanyasaji wa watoto katika eneo hilo na kutaka vikosi vya usalama viwahakikishie usalama wao. Kwingineko, um, wakazi wa kijiji cha Kawira Kuresoi Kaskazini bado wameshangazwa na tukio lilotokea leo alfajiri ambapo miili ya watu wawili wanaoaminika mume na mke waliotambulika kama James Jomo na Margaret Wamuyo ilipatikana katika chumba chao cha kulala. Niliitwa na watoto akaniambia niende nione, wenda akaniambia kwa saizi na wazazi, nikamuuliza nini tunasema sarume, akaniambia wewe kuja uone, twende ukaone, nikaingia kwa nyumba, nikaona Kijana, nikakuta pira, nilikuta, sikuamini. Binti yao wa miaka minane ndiye aliona miili ya wazazi wake na kuharifu majirani, ambao walipofika walikuta mwanamke huyo akiwa katika dimbwi la damu huku mwanamume akiwa amejitia kitanzi katika chumba hicho. Tukio hilo linashukiwa kuchochewa na mizozo ya nyumbani. Asubuhi kama saa kumi na mbili na nusu niliitwa na mtoto wa dada yangu akaniambia piga simu huku tunasikia nduru na namba yenye tunapiga hakuna mtu anachukua, kuingia kwa nyumba, kupiga simu mwenye nilipigia aliniambia usiniulize kuja. Nikamwambia Aka Nika nini? Akaniambia ni Jomo na bibi yake. Nikamwambia nini? Timothy Kipnoso, Dira ya Magwiji.